Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninayo furaha kubwa kuendelea na baraka ya vipindi vya neno la Mungu na tafakari, na katika siku hii, ninahitaji kwa neema ya Kristo Yesu, ninabarikiwa moyoni mwangu nizungumze nawe, mtakatifu, mwana wa Mungu, kwa habari ya ishi maono yako upate kutimiza ndoto yako, au ishi maono huitimize ndoto yako ishi maono uliyoyabeba itimize ndoto yako. Na moja kwa moja naomba nisome kitabu cha Habakuki sura ile ya pili mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa pili, Biblia inasema, mpaka ile sura ya tatu. Sorry, Habakuki sura ile ya pili mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari ule wa tatu. Lakini kumbuka ujumbe mkubwa ninaotaka nizungumze nawe mwana wa Mungu ni kwa habari ya ishi maono yako, timiza ndoto yako. Ishi maono yako upate kuitimiza ndoto yako. Kitabu cha Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu maandiko matakatifu yanasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnala, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu kwa katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana kanijibu, akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi aa, iwe wazi katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka kukufikia mwisho wake, wala haitasema uongo; ijapokawia, ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Angalia kitu Biblia inasema ya kwamba iandike njozi, na ijapokawia, ingojee. Watu wengi kwenye maisha tunayoishi sasa wana ndoto za namna tofauti tofauti, lakini kinachoshindwa uh, watu wengi, vijana wa mama wa baba, mabinti na kila lika, kufika kwenye hatima. Na wengine wanafika mahali wanaishia njiani, wanakata tamaa. Wengine wanafika mahali uh, wanaishi maisha yasiyo ya kwao kwa sababu wamejikatia tamaa, au kwa lugha ya ujana tunasema kujizila, wamejizila maisha yao, na hatimaye unakuta anafika mahali anafanya vitu vya ajabu mpaka unamshangaa. Lakini ukija kufuatilia kwa kina, nini huyu mtu amekata tamaa, huyo mtu amepoteza dira, amepoteza mwelekeo wake. Sasa leo niko hapa nikutie moyo na nikuinue tena kiwango chako cha imani na ufahamu wako kwamba bado ndoto yako haijapotea, ndoto yako haijafa, ndoto ya mtu huwa haifi hata kama ukaizika uka haifi. Hata kama uka ukafanya namna ya kumtoa mtu kwenye njia kwenye leli kwenye mfumo bado ndoto yako ipo, ndoto yake ipo, na ndio sababu niko hapa nikwambie leo, ishi maono uliobeba, ili utimize ndoto yako ndoto ni kitu kingine na kuishi maono ni kitu kingine. Kwa lugha nyepesi ambayo ya kawaida tunaweza kusema kuyaishi malengo uliyojiwekea ili kufika hatima uliyoibeba. Ukibeba maono au ukiwa na ndoto ukabeba maono, ni muhimu sana ukatambua ya kwamba mbeba maono huwa hafi unaweza ukapitia vita, unaweza ukapitia majaribu, unaweza ukakutana na changamoto ukakutana na vikwazo, vizuizi, milima na mabonde, na ukafika mahali ukahisi kuangamia, ukahisi kuchoka. Jambo la muhimu sana, nataka nikuambie, hakikisha unayaishi maono ulionayo katika kufikia ile ndoto uliyoibeba. Nikupe mfano mzuri wa Kibiblia, Yusufu aliota ndoto, na akitambua ya kwamba siku moja atakuwa waziri kupitia ile ndoto aliyoyota ndani yake akabeba maono alikutana na vizuizi vingi, watu waliinuka, ambao wengine ni ndugu zake, wengine watu wake wa karibu, wakamsaliti wakamuuza. Na hata wewe pia, wakati mwingine umesalitiwa na watu wa karibu, umeumizwa na watu wa karibu, umekatishwa tamaa na watu wa karibu, wakikwambia hauwezi, wakikwambia haiwezekani, wakikwambia hilo jambo ni la watu wa aina fulani. Hapana, kitu cha muhimu ndani yako, zingatia, wewe ndani umebeba kitu gani? Wakati mwingine unaweza ukajikuta unafanya vitu kwenye jamii, kwa watu, kwenye familia au mahali pale ulipo ofisini kwako, na watu wengine hawaoni, na hata kama wanaona hawathamini kile unachokifanya. Cha muhimu sana, wewe usisubiri watu wakutie moyo, usisubiri watu wakusifie, usisubiri watu wakwambie umeweza. Hapana, angalia ndoto yako ilikuwa ni nini, malengo yako yalikuwa ni nini? Kwenye hiyo ndoto maono yako wewe ni yapi? Sasa ili uweze kufika kwenye hiyo ndoto, lazima uyaishi maono. Biblia inasema pasipo maono, watu wanashindwa kujizuia. Kwa hiyo, ili uweze kwenda kwenye maono, kuna vitu muhimu ambavyo utatakiwa ujitenge navyo. Kuna baadhi ya vitu unatakiwa uache kuvifanya. Kuna baadhi ya vitu unatakiwa uvibadilishe kwenye maisha yako. Kwa hiyo, ninakuomba sana, mwana wa Mungu, nakuomba sana uh, kijana mwenzangu, ndugu yangu, rafiki yangu jitahidi sana kuishi kama mtu aliyebeba maono. Mtu yoyote anayeishi maisha yasiyoeleweka ni mtu ambaye ndani yake ana maono, na tunao watu wa jinsi hiyo kwenye kila eneo. Maofisini ukienda utawakuta, ukienda kwenye biashara utawakuta, ukija kwenye huduma za kiroho utawakuta. Mtu anaishi bila utaratibu, mtu yoyote anaishi bila utaratibu, maana yake huyo mtu ndani yake hana malengo yoyote, hana maono yoyote. Wewe badilisha mtazamo, ili uweze ku na kwenda mbele katika amani, lazima ujue ndoto yako ni nini. Leo mtu mwingine alikuwa na ndoto ya kuolewa, amepata mume, ameingia kwenye ndoa, au alikuwa na ndoto ya kuoa, amepata mke, ameingia kwenye ndoa, au alikuwa na ndoto ya kazi, amepata kazi, ameingia kwenye kazi, na akadhani kwamba amemaliza. Wengine walikuwa na ndoto za kuwa watumishi wa Mungu kama mimi mchungaji. Sasa muulize, kwenye uchungaji wako nini maono yako? Kwenye ndoa yako nini maono yako? Kwenye kazi uliyopata nini maono yako? Kwenye hiyo biashara nini maono No, maono ni malengo. Sasa ili uweze kwenda uh, mbele zaidi, ni lazima kuwe na malengo. Kwa hiyo niko kwa hapa nikuhakikishie kwamba yeyote aliye na maono, mbeba maono hafi mpaka yatimie. Atakutana na vizuizi, atakutana na majaribu, atakutana na vita, lakini maono yake hayafi. Na mimi ni kuombea hapa kama mtumishi wa Mungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kama kuna mahali ulikuwa umeshuka, kuna mahali ulikuwa umekata tamaa kuna mahali ulikuwa umerudi nyuma, kuna namna ulijeruhiwa moyo wako, kuna namna uliumizwa moyo wako, kuna namna magonjwa yaliinuka ya kukufadhaisha, yakaharibu uchumi wako, yakaharibu kila kitu ulichokuwa nacho, lakini hayakufanikiwa kuharibu ndoto uliyoibeba. Maadamu ndoto yako bado ipo, endelea kuyaishi maono uliyokuwa umeweka, ambayo imekwambia kwa lugha nyepesi ni malengo. Tembea kwenye huo mfumo. Wengine walifungua ofisi kwa sababu wali walipata hasara wakarudi nyuma, lakini ndani bado anasikia kuugua moyo kwamba bado hajafikia lengo. Anza upya. Na wewe ulikuwa unaendelea, ongeza juhudi, ongeza bidii, fanya zaidi ya vile ambavyo ulitamani kuona inatendeka. Niko hapa nikubariki, niko hapa nikutie moyo, niko hapa nikwambie inawezekana, na maandiko matakatifu yanasema yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana kwamba kama Mungu alikupa neema ya kuishi akakupa neema ya kuwa na ndoto amini kwamba hilo linawezekana. Kumbuka Habakuki anasema ijapokawia, hiyo njozi ingoje na uiandike. Watu wengi tunakosea kwa sababu hatuandiki ndoto tulizo nazo, hatuandiki maono, hatuandiki malengo kwamba malengo yangu ni yapi? Baada ya kuingia kwenye utumishi wa huduma malengo yangu ni yapi? Baada ya kuajiliwa malengo yangu ni yapi? Baada ya kufungua biashara malengo yangu ni yapi? Baada ya kupata watoto, nini ndoto yangu kwa wanangu? Nini malengo yako baada ya kuhamia kwenye mji fulani uliokuwa unataabikia uende? Nini ndoto zako ulipofika mahali hapo? Ninakutakia baraka njema. Mungu akufanikishie hatua zako, Mungu akufanikishie njia zako. Vijana wenzangu, watumishi wa Mungu wenzangu, na kanisa la Mungu na hata jamii kwa ujumla wake, Mungu yuko pamoja na wewe, hautaangamia. Usivunjwe moyo, usikatishwe tamaa, na wala usiumie kiwango cha kufika hatua ukashindwa kuendelea mbele. Nimalize kwa kukuambia Ayubu 22:21 nasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani ndipo mambo mema yatakapokujia. Kwa hiyo pigania amani ya moyo wako, fungua mlango wa mambo mema, yatakuja hautayafuata. Kila jambo ni wakati, wakati ukifika, wakati unabadilisha kila kitu, hata yale wasio yatazamia, au usio yatazamia wewe. Wakati unapokuja unafanya zaidi ya yale mambo tunayoyatamani. Mungu akubariki sana, Mungu achilie neema yake juu yako, Mungu achilie nguvu zake kwako, ainue moyo wako kwa viwango vipya kubakia baraka njema, nguvu za uweza wake aliye juu zifunike ndani yako kupitia mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Nilikuwa nami mtumishi wa Mungu Pastor Yohana Mahundi, aa, na mwasisi wa huduma ya salimu wa Bwana. Ninakutakia baraka na neema kwa jina la Yesu, amen. Lakini unaweza kuwasiliana nami kwa 0756 5374 34. Account zetu youtube channel Pastor Yohana Mahundi TikTok Pasta Yohana Mahundi, Facebook Yohana Mahundi. Huko kote tunaendelea kuwahudumia na kuwafikia neema na kibali cha Mungu ukiwe pamoja nako. Usiache kupiga simu kwa ushauri, maombi na maombezi. Amen.